Kwa hiyo e, tumefanya kazi kwa karibu na Jumuiya ya Ulaya pamoja na UNCDF ambao wame walichukua jukumu la kusaidia katika eneo la mkakati wa mawasiliano, jinsi ya kufikisha mawasiliano katika maeneo hayo. Sasa wenzetu hawa kwa kushirikiana na Wizara ya Nishati Nishara ni, Wizara ya Nishati eh, Jumuiya ya Ulaya, UNCDF tulishirikiana tukatengeneza mkakati huu ambao una, tunaandaa kuuzindua rasmi, na mkakati huu utazinduliwa rasmi tarehe mbili mwezi wa sita pale Dodoma na utazinduliwa na Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr Doto Mashaka Biteko. Lakini mkakati huu utasaidia kupeleka elimu na ufahamu kwa Watanzania wote popote walipo mijini na vijijini, na utawasaidia kujua kwamba tunaposema nishati safi ya kupikia ni nini, nishati isiyo chafu ya kupikia ni ipi, inapatikanaje, wadau muhimu ni wakina nani eh? Nikitaka kupata gesi naipata wapi? Nikitaka kupata jiko nalipatapataje? Mambo yote hayo ambayo yatawasaidia sasa watu kujua kwamba okay, mkakati huu unatekelezwa vipi eh? Kwa sababu wakati mwingine hivi tunavyozungumza, nishati safi ya kupikia, kuna mtu anasikia kwenye redio, anasoma kwenye magazeti, lakini hajaelewa hasa ni kitu gani, na kuna mtu mwingine elimu hiyo haijamfikia vizuri, yuko kijijini hajafikiwa vizuri na hii elimu hajajua, na kuna mwingine ana imani fulani ambayo anahitaji elimu ya kumsaidia kujua vizuri. So I should congratulate the government of Tanzania to have taken on board in the strategy uh, for clean cooking all those different uh, aspects of the clean cooking subject and problem. Um, It's not a coincidence that uh, the coordination of all those is with the Ministry of Energy. Uh, and it's not a coincidence also that when looking at the strategy, the government of the Ministry of Energy with regard to clean cooking, this strategy is very ambitious. Watombo wako watu ambao wanashuda kutumia umeme wakifikiria ni ghali sana lakini ukiweza kuwafikia kwa vifaa ambavyo ni vizuri wanaweza waka wakaweza kutumia umeme badala ya kutegemea kuni na mkaa. Kwa hiyo, hivyo hivyo tunategemea mkakati huu utaweza kuwahusisha e, watu mbalimbali na tukaweza kufanikiwa. Kimoja kikubwa zaidi ni kwamba tamaduni zetu zinasema anayepika ni mwanamke. Kwa hiyo, msingi wa mkakati huu tunamtegemea ndio mwanamke awe, kat, e, awe mstari wa mbele katika kuleta mabadiliko ambapo wao wenyewe ndio tutategemea zaidi katika kuonyesha kwamba kwa kubadilika kwa kutumia nishati iliyo safi na sahihi, nchi hii inaweza ikafikia malengo. Lakini tujue pia kwamba athari za kutumia nishati safi ya kupikia ni kubwa. Inaanza kwenye gharama, hali ya afya, usawa wa kijinsia na hata namna ambavyo tungeweza kuwasaidia makundi mbalimbali ya kijamii.